Huwaligani mtazamaji wa Come TV Tanzania, karibu Come TV matukio hii leo. Umefanyika uzinduzi wa programu ya kliniki mtandao, mtaa wa Waama, kata ya Uhuru, wilaya ya Mbulu. Katika zoezi hili la uzinduzi, imefuatiwa na utolewaji wa kitanda pamoja na vyombo vya kunawia na diwani wa kata ya Uhuru almaarufu kwa jina la Mama Kabuga. Katika uzinduzi huu mgeni rasmi ni Paskal Gwandu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Uhuru. kutuletea kliniki hii tuweze kupata maendeleo zaidi, na kinamama wafanye kazi nyumbani kwa muda mfupi, wanakuja kliniki wanarudi nyumbani, badala ya kuchukua boda boda kwenda kliniki hospitali ya wilaya. Kwa hiyo tunaomba tushukuru kwa walioleta. Pia tuseme tu tuseme tu kwamba Mwenyezi Mungu pia ambariki Mama Samia huko aliko, hmm, aendeshe kazi yake vizuri aendelee kutuletea mema zaidi kwa huduma ya afya. Sasa hivi tuna mpango ambao mbunge pia ameuchangia kwa kuleta hospitali, tujenge hospitali kabisa ambayo itakuwa inahudumia watu huko badala kwenda kuenda hospitali ya wilaya. Kwa hiyo hospitali ya wilaya itakuwa ya rufaa. Kwa hiyo tunashukuru pia diwani kushirikiana na mbunge, na fedha nasikia imeshapatikana, wao tuna, sisi tunachangamkia eneo Vilevile vile katika uzinduzi huu umehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa serikali ikiwemo viongozi wa chama kutoka matawi kata pamoja na wilaya. Haya mnayoona hapa anayefanya leo bibi, hongera zake ni nyingi, lakini ni rasharasha rasha. Mvua bado inakuja, tunataka tujenge hospitali nzuri, kituo cha afya kizuri chenye wodi zote ambacho kitatoa huduma zote kwa wana Waama, kwa wana Uhuru. Nani kama CCM? Nani kama CCM? Nashindwa kuvumilia, mmepata mama mzuri. Nashindwa kuvumilia, mmempata mbunge mzuri. Nani kama CCM? tumepata raisi mzuri, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwanza kwa majina, naitwa Angelina Kanile Buhembele ni mtendaji wa mtaa wa Maringo, lakini kwa kuwa kuna baadhi ya watendaji bado hawajafika, mimi ni na kaimu na mitaa baadhi ambayo inapatikana katika ichi katika huku kote huku juu kuanzia Ayarat Bua Maringo na Arabe. Kliniki ya mtandaoni ni, ni kliniki ambayo inatembea ambayo inaweza kufanyika sehemu yoyote pale na popote pale, chini ya mti, ili mradi tu wapate wazazi kukaa ili kuweza kubembeza watoto wao na wapati, kipatikane sehemu cha chumba kwa ajili ya kuwapimia wamama wajawazito hmm. Okay wananchi wahuu, kwa niaba sasa. Wewe kama kiongozi, pengine ilikuwa inahitajika sana kwa muda kama huu? Kwa kweli ilikuwa inahitajika sana kwa kipindi hichi kifupi, mimi nilichofika nilifika kweli nikawakuta wana uhitaji huo. Maana kwa zamani nilikuwa nasikia mvua ilikuwa ikinyesha sana katika barabara yetu hapo mbele, saa zingine kuna barabara kukatika. Kwa hiyo unakuta watoto wengi hawaendi kliniki. Hata walivyoizindua hii kliniki, kuna baadhi ya wazazi walikuwa wakija wakionekana, mahudhurio ya kliniki ni hafifu sana, pia watoto pia walionekana huku wana thofika. Ila kukua, kwa kuwa tumeletewa kliniki huku mtaani kwetu, tunamshukuru Mungu, watu wanahudhuria kama ulivyo waona, huduma inapatikana kwa kweli, na wamefurahia kina mama pamoja okay, na kina baba okay. Karibu mama. Mimi kwa jina naitwa Raheli Amadi ni mjumbe wa serikali ya kijiji okay. na hapo mimi kwa jina naitwa Emiliana Masai na ni mjumbe Haya, asante. Sawa. wa kijiji. Ah, um, nataka kuelewa kuhusiana na hii program ambayo tumeletewa hapa. Kwanza tunaifahamu program yenyewe ya kliniki mtandao? Hatufahamu, tumekuja kufahamu leo. Na mlivyofahamishwa leo, mmepewa kwamba ni nini na inahusiana na nini na wanatoa huduma gani? Mtoa huduma ya kliniki mmeleta huduma karibu. Na diwani wetu tumefurahi sana na wewe hapo? Eh, eh, nashukuru kwa diwani wetu kuleta huduma hii karibu. Mwanzoni tulikuwa tunawaza kwamba tutafikaje, kwa maana hata hatuna nauli ya kufika kule Mbulu lakini leo hii huduma imekuwa karibu na kipindi tulipokuwa yani tumekuwa na, na, na changamoto kubwa sana. Watoto wengi yani wameshindwa hata kumaliza kliniki yao, lakini nimesikia mbunge pamoja na diwani wana mpango wa kuwaletea hospitali ili mnalo mmelisikia? Tumelisikia, tumefurahi sana. Tumelipokeaje? Tumelipokea tutakosa, tuko tayari kuungana na mbunge wetu. Mmeambiwa kwamba mtafute eneo kweli? Uh, mtatoa hilo eneo? Tuko tayari kutoa eneo, na tulishatoa na diwani meshaangalia na ameshaenda kabisa mtaani, tumeshaona tayari. Sawa, hapo kwa wananchi. Sasa wananchi huwa ndio wenye kuharibu na ndio wenye kujenga, labda wewe unawaambiaje? Unawaambiaje nama wananchi wetu waungane na diwani na mbunge wetu, ili hospitali yetu isiwe isiwe ni kituo, iwe na iwe hospitali kabisa, hata kituo cha afya iwe kubwa. Kwa hiyo hamtopinga, hatutapinga. Tuko tayari kuungana na diwani wetu. Mimi ni washukuru sana wazazi wangu, Mungu awabariki. Najua mnaenda kwenye kliniki. Asante eh, sana mtangazaji. Eh, kwa majina naitwa Felicia Ntluwai, mwenyekiti wa mtaa wa Maringo na wananchi wa mtaa Maringo, na witu wangu ni kwamba tukiwa kwamba tunaendelea na kazi hii ya nani ya maendeleo ya, ya mtaa tuungane tujenge maligo yetu kwa pamoja. Walikuja wataalamu wa afya toka hospitali ya wilaya wakaja kakagua jengo wakasema kwa maeneo haya bado haitoshelezi kufanya zahanati, lakini mobile clinic kuwasaidia wakinamama kutoka kilomita nne kutokea hapo mpaka kufika hospitali ya wilaya. Wakasema basi watakuwa wanafanya kliniki kila baada, kila tarehe kumi na sita au kila Jumatatu watakuwa ah, watakuwa eh, kutokana na jinsi watakapopanga, kwamba kwa sababu kliniki wanapangiwa kwamba labda nani, kata Uhuru inakuwa eh, ni juma ngapi, labda mtaa fulani itakuwa ni juma tatu au juma nne kwao, kila mda huo watakuwa wanakuja huku. hey, mpigie jirani yako alekoa mjini, mwambie huko mambo yameiva. <laughs> Zaidi ya yote tumeona mgeni rasmi amezungumza mambo kadhaa, lakini pia vile vile Chama cha Mapinduzi ambacho ndio kinashikilia ilani yenyewe ya utekelezaji mwaka 2025 so tumesikia mengi na tutatarajia mengi kutoka katika kata hii. Endelea kufuatilia Come TV Tanzania kwa matukio na habari mbalimbali mbali. Langu jina ni ite Mr Come TV wa Come TV Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.